wenu la kwanza, unyenyekevu katika nafasi zenu, ni lazima mwe unyenyekevu, usijitutumue. Kabla hujavuka mto, uwezi ukajua nani ataka kati ya mtu heshimu kila mtu, hujui ni nani ambaye atakusaidia. Vijana wengi wana fitina, wakiona tu mtu kwa ajili ya kumpiga imanyo go hamwezi kufika. Mwisho wa siku wote mtazama kwenye mto, ukimwona mbele, yeye ndiye atakaye kusemea na ndiye juu atakaye kuvuta. Mwe na huruma kuna wengine hawana huruma, ni kwa ajili ya haya magumu. La tatu, utu tuwe na utu ili mambo yetu yaweze kwenda. La nne ni dhamu, lazima muhakikishe mwe na nidhamu, heshimu viongozi, jifunze kwa waliotangulia. La tano, kufanya kazi zenye matokeo, usifanye kimaigizo, fanya kimatokeo. La sita, uwe mbunifu. La saba, msiwe wa kujipendekeza, utambulike kwa kazi yako, sio kwa kuchoma watu kwa ajili ya viongozi na kwenda kufutia shoti wenzio, ukajua ndio utapendwa zaidi, mwisho wa siku utapewa kazi wewe, utashindwa. Tujifunze zaidi kama hizi elimu tunazozipata, tumtangulize Mungu For everything you do, put God first. Atakuongoza na kuelekea mwishoni. Tutunze afya zetu, wamezungumza watu kadhaa. Nyie aliwahizungumza na waziri mkuu akasema watu ni wale wale. Nyie ndio wale wale. Siku itafikia zamu yako, afya yako ni mgogoro. Jitunzeni, ndio mtaji mkubwa wa maisha yenu ya baadaye. Msijiachie, kwa sababu wazee wanapenda tu vijana tu vijana, tunataka mishangazi tunakosa afya marawake, wengine wampanga forei yuko anayempenda na yuko anayeleta mapato, alafu yuko mwingine, sijui niseme wazi. Tujitahidi tuwe walezi, tuwe wazalendo, tuwe na mtandao mpana. Mwisho kabisa, rais kafanya mengi cha msingi nini? Kayazungumzie ni yale ambayo rais ameyafanya kwa mkoa wa Kilimanjaro tu ni trilioni moja nukta mbili. Upande wa elimu yamefanyika, upande wa afya yamefanyika, upande wa umeme nishati yamefanyika, upande wa elimu mmezungumza wenyewe, upande wa utalii mmezungumza wenyewe. Ndugu zangu, ukitoka Dar es Salaam kwenda Dodoma kuna SGR kama unatambaa haikuwa na ndege za kutosha, tuna ndege zaidi ya kumi. Tuna ya kuzungumza yapi? Maji mama ametuliwa ndoo kichwani hapa, sisi ni mashuhuda. Same Mwanga ametoka kuzindua hapa. Ni miujiza iliyotokea Kilimanjaro, tuseme nini kwa Dokta Samia Suluhu Hasani? Barabara, ule mradi naambiwa una bilioni mia nne hamsini na sita. Niwaombe leo ni siku ya ubaya wagwela kwa hiyo nisiwakate shoti, viongozi wa baadaye waandaliwe. Sasa ndio maana ninyi vijana wa senete mliopo vioni mnaandaliwa vizuri kwa ajili ya kuja kuwa viongozi wa baadaye wa nchi yetu. Ndiyo maana hakuna kiongozi yoyote wa CCM ambaye anapewa nafasi ambaye hakusoma ni lazima awe na mahali alikotokea. Yaani mtu akisimama, yani anaumwa, yaani yani unauona uzalendo kwa maneno, kwa macho yake, kwa kusimama kwake, unaona huyu hata akipewa nafasi yoyote huyu anaweza, kwa sababu anaua naaa uzalendo. Sitaki kuwatajia ni kina nani, lakini hata nyinyi wenyewe mliwaona wakati wanaji kwa sababu hiyo, leo mimi kama katibu wa CCM ninachukua nafasi hii kuwapongeza kwa dhati. Nipongeze sana viongozi wa seneti kwa ile ambalo mmelifanya na kuwaleta vijana hawa, ili vijana hawa tuwasikilize kwa masikio yetu, wanasema nini, kwa nini vijana hawa wameamua kwamba waje na msikioili la kulinda amani ya taifa lao. Nimeshatangulia kusema harakati nyingi za kisiasa zinaanzia vioni, makongomano mengi yanatakiwa kufanyika vioni. Sisi tumekuja na azimio hili baada ya kuona kwamba vipo vyama mbalimbali vya kisiasa katika nchi hii vikiongozwa na viongozi wao ambao wanaendesha harakati zinazoashiria kuvunja na kudogosha makuporomosha amani ya taifa letu. Hivyo basi, tukaketi kwa pamoja vijana vyuo na vyuo vikuu. Tukaazimia ya kwamba kama vijana wazalendo wa taifa hili, sisi hatupo na hatutakuwa tayari kutumika kuvuruga amani ya taifa hili. Sisi oye! Sisi safi! vijana Mheshimiwa na mgeni rasmi, vijana hawa wanapoleta azimio hili hawalileti tu, bali wamemaanisha kutoka katika mioyo yao ya kwamba by any means hawatatumika vibaya, hasa zaidi tunapoelekea katika uchaguzi mkuu mwaka 2025 mwezi Oktoba. Piga makofi kwa ajili yetu. kwa kusema hayo tunamaanisha kwamba sisi tutatumika vema kuhakikisha kwamba tunaenda kutekeleza haki yetu ya kikatiba, kwa wenye sifa kwanza, kwenda kupiga kura ifikapo mwezi Oktoba. Tunafahamu mchakato wa uchaguzi una procedure nyingi lakini procedure nyingine zimeshafanyika na tumejitokeza kwa wenye sifa kujiandikisha, na ikifika wakati wa kugombea kwa vyama vyetu vya kisiasa hususani chama chetu cha Mapinduzi, tutajitokeza wenye sifa kugombea, lakini haitaishia hapo. Tutajitokeza kupiga kura kwa kishindo, hasa zaidi kwa wagombea ambao wataahiliwa na kuletwa na chama cha Mapinduzi na watakao kuwa na sifa. Sisi umoja haya wakaizungumzia namna serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Jemedari Samia Suluh Hassan ambaye kwa kipekee ni mama ambaye